Daraja litakuwa na uwezo uh, wa kupitisha magari mpaka elfu ishirini kwa siku moja, na hili daraja litasaidia watu ambao hasa hususan wa ni wa kanda hii ya ziwa waliokuwa wanatumia masaa mawili hadi matatu hapa watapita kwa wastani wa, wa dakika tatu mpaka tano, maximum. Na daraja lina uwezo wa kwa wakati mmoja gari tatu uh, au nne au tano ambazo zina wastani wa mpaka tani mia moja na sitini zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani mia moja na sitini zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili tani mia moja na sitini, uh, sisi kwenye usimamizi wa barabara maximum, gari tunaruhusu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 wakati anakabidhiwa e, nchi mheshimiwa rais Dk Samia Suluhu Hassan, hili daraja lilikuwa takriban asilimia ishirini na tano tu ya ukamilifu wake, na katika hizo asilimia ishirini na tano Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ya kukamilisha ndoto ya mtangulizi wake a, hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli.